Mimi najisikia ukimuuliza mwana Simba, Simba yoyote saa hizi ameshakula biriani. Kama hiyo Mwakarobo tumeshafuta ile wanaita tu... Abiola Cup. Cup Cup Cup na itakuwa itakuwa itakuwa hii nadhani mtoni, mtoni mtoni. Si si tushapita. Ah, watajua wao, si ndio walituambia kaje kombe la shirikisho, kwa kwa baada ya ya. Inawezekana klabu yenye mashabiki wanapenda sana timu yao sasa hivi. No doubt ni kweli ambaye haupingiki, na Simba mpaka sasa katika timu nne ambazo zime qualify finali Champions League mbili shirikisho mbili, timu pekee ambaye home and away katika dakika 180 haijaruhusu goli ni Simba Sports Club, ambaye ina clean sheet michezo yote miwili, akiwa robaki wote wameingia finali kwa kuruhusu nyavu zao kwa Simba. Mpaka sasa ndio kinara barani Afrika ambaye anaongoza wale watu wengine, kwa hiyo tuna haki ya kuvimba na kutamba. Wamepewa ndege wameenda kulalamika kasi sasa tumepoa ndege, tunaenda kulalamika speed, tuna injoyi mama. Katoa ndege moja, tunamwomba tarehe kumi na saba mwezi wa tano, tunahitaji ndege zote mpaka Bombardia isafiri kupeleka Moroko. Yani kama mabasi ya mwendo kasi yanapoenda Kimara, atakazi ndege ziongozane hapa kuelekea Moroko. wanajulikana kuanzia wachambuzi hadi baadhi ya mashabiki wa Yanga wameiongea Simba mabaya sana. Kwanza anikambia tei kupika hata kwenye ano kikatoka, tumepita. Wanasema robo hatuendi tumeenda nusu, hatuendi tumeingia. Asaivi tuko kwa fainali. Sasa maisha ni kuchagua. Ndugu zetu wanacheza fainali ya Muungano, sisi tunacheza fainali ya Shirikisho. Kwa hiyo tunaonekana kwamba tinaonesha kabisa kwamba Simba niko bora na msimu huu ni ubaya ubwela

Nikwambie ujue, President paka anakwambia, kuna timu itachukua ukombe Magufuli, ujue mulombo, mheshimu mawazo yake, na hakuna rais kama huyo, umenielewa? Amesema Tanzania timu ya kwanza kuleta kombe ni Simba, umenielewa? Mwakauli nauchukua mimi, nakwambiaje wana Simba, wandaye katika uwanja huu kuletna kumpiga mdu goli moja kuakua kumaliza kumaliza kwa mkapa kombe le na kupombwa pale, Simba mdao anaunguruma. Mimi na nakuambia vipi, nataka niambie sasa, sisi tutifananishwa na watu wengine wenye timu za mchangani. hasa hivyo, wao watakuwa mashabiki wa wapinzani wetu, hicho kitu niwaambie, manelewa, wanacheza chandimu wapi? Zanzibar. Mi nataka niwambie, Simba nguvu moja, Simba ubaya ubwela, Simba nguvu moja.